Aliyekuwa mbunge wa Vunjo kwa tiketi ya chama cha TLP Augustine Lyatonga Mrema amelaani vikali rafu za uchaguzi zinazoendelea katika jimbo lake, huku akiutupia lawama umoja wa katiba ya wananchi Ukawa kwamba hauna nia njema na yeye. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara, Mrema ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha TLP anasema, uchaguzi wa ubunge jimbo la Vunjo kwa upande wangu unaendelea vizuri labda changamoto unayoiona au kikwazo kwangu ni kwamba jimbo hili ni kama limevamiwa na vyama vya wapinzani wenzangu. Ningeweza nikasema chama cha vyama vinavyounda Ukawa hasa chama cha siara mageuzi na Chadema wameamua kuniweka pembeni na kumleta mgombea, wanadai amesimamishwa na Ukawa. Kwa hiyo mimi hawataki nigombee kwa kisingizio kwamba mi sio wa mpinzani wa kweli, mi ni pandikizi la CCM, mi lengo langu ni kusambaratisha upinzani. Mimi nisingekuwa na neno kama wangemleta mpinzani basi mwenye nguvu au mwenye sera mbadala, lakini wanayemleta hapa ni mtu anaitwa James Mbatia ambaye mwaka 2000 wakamkata. Ni kama walimfukuza kazi, ndio akaenda kawe akagombea, na kule akashindwa na Halima Mbee. Sasa huyu ambaye wananchi walimkataa mwaka 2010 ndio anamleta kwa nguvu kwa lazima wanataka wamchague. Amesema hana mgogoro na wanachama wa Chadema bali analaumu namna uongozi wa Chadema unavyofanya siasa. Nachowaambia wanachama wa Chadema mimi sina mgogoro na wanachama. Mimi na mgogoro na viongozi wa, wa, wa, wa Chadema kwa mambo jinsi wanavyoendesha sera zao za ubaguzi kuona double standards. Kwa nini wanataka kuniangamiza? Kwa nini wanataka kunichangia? Kama ni uzee, mimi siende kubeba zege kwenye bunge. Na kama ni uzee, basi wananchi wenyewe ndio wangenikataa waseme, Mrema ni mzee hatukuchagui, lakini sio Chadema sio NCCR. Eh, uzee wangu wameona wapi? Na kama swala ugonjwa, mbona nilikuwa mgonjwa tangu elfu moja mia tisa themanini na mbili nilikuwa na sukari lakini kwa kuwa tulikuwa tuna wanasiasa wapumbavu, washenzi, wajinga, wajinga tu kama tunao sasa hivi, hakuna mtu aliyekuwa anafanya propaganda kwamba Mrema ni mgonjwa. Naye mgombea urais kwa tiketi ya chama hicho Macmillan Lyimo alitaja vipaumbele vya chama hicho kuwa ni kuboresha elimu na kuongeza viwanda. vipaumbele vyangu ni saba, paumbele cha kwanza tumesema ni elimu na cha pili ni elimu na cha tatu ni elimu, lakini elimu hizi zinatofautiana. Elimu ya kwanza tumesema kwamba tutakuwa na elimu ambayo itamwenzi na kumpa Mungu nafasi katika taifa elimu. So, ya pili tutakayotoa ni hii ya darasani. Elimu ya tatu tutakayotoa ni elimu ya maisha, ni elimu mbadala ya kufikiri chanya. Aidha, wanachama waliohudhuria kwenye mkutano huo walikuwa na haya ya kueleza. David ili, e, mimi jina langu naitwa Eliringa Guluvi Mangesho wa kijiji cha Kondeni kata Mka Kusini, e, nadhani maoni kuhusu uchaguzi wa mwaka huu ni kwamba tunaona kama kitendawili kwa sababu ya hii katiba mpya ambayo ilitoka i ili, hivi juzi hatukuielewa vizuri. Kwa hiyo ni kwamba hatutaweza kuchagua kiongozi mzuri kutokana na ile katiba kuelewa vizuri na hasa, hasa sisi watu wa chini sana. Kwa jina naitwa Regan Limo, nimetokea katika kijiji cha Kiondeni katika jimbo hili la Vunjo. Mimi ni mwana kijiji kuseme, lakini kwa maoni ambayo nataka ni atoe, na kila mtu aweze kuyaelewa kuhusu swala la ubunge wenye ubunge udiwani na urais, kwanza watu wanatakiwa o wa wa makini kwanza kusikiliza sera za watu, kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwa sababu kuna wagombea wengine ambao wanaweza wakaja kwa njia ya kuja kudanganya watu. Mtu anakuja anamwaga sera zake, anamdanganya mtu kwamba atakuletea maendeleo fulani, kumbe maendeleo yale baadaye anaenda kuyapeleka nyumbani, anakula na familia yake, sisi tunabaki na mateso. Kwa maana hiyo, basi watu ni kusikiliza sera sera za mtu na kuangalia yule mtu ambaye unampa kura, atatusaidia ata, ata, ata vipi kama si vijana atawasaidia vipi wazee kwenye suala la matibabu, wale ambao waliahidiwa kwamba kuna matibabu ya bima ya kama hivyo.